Inasemekana kwamba Nandy amemroga Billnass kuanzia mwaka 2022 kipindi ambacho wamefunga ndoa, hadi leo hii akili ya Billnass si ya kwake, lakini ni akili ya kurogwa na Nandy. Basi moja kwa moja sikiliza maongezi haya ya Billnass akiwa anaongea na Dula Makabira. Dula anamwadifia kila kitu kuhusiana na Billnass pamoja na hali yake, sikiliza vizuri kabisa, na hapo chini utaandika comment kuhusiana na jambo hili. Hii hapa video imepostiwa na Nandy kupitia Snapchat. Kumbe kumbe napendana sasa, napendana kumbe nimerogwa, kumbe ananiroga sasa. Wewe si ndio kunizindua dola kafala, hujaniambia bei gani? Unagharamia, ehe, na na nikizinduka nachana naye hapo hapo, lakini nakuwa mtusimamu sasa, maake sasa hizi nimekuwa kama nimechanganyikiwa.

Kitu. Ah, basi, kesho, kesho, tum... basi kesho mpe anze, basi anze, aanze kuangalia majina kwanza kwanza au mm, yeah, sio, tuanze kuuliza saa hizi sasa, tuanze kutuma majina eh? si tutume majina kwanza baki wote na -e. t <implications> okay, uh -huh. Nami napendana kumbe, nimelogwa, kumbe ananiroga sasa. Wewe si ndo kunizindua Dula kafara, hujaniambia bei gani unagaramia. Nikizinduka naachana naye hapo hapo lakini nakuwa mtu simamu sasa, make sai nimekuwa kama nimechanganyikiwa kweli hapo. Kweli Dula, mi naungana na we, nimerogwa. Basi mimi inabidi nikuone, ndugu yangu. Tunaenda wapi hapi? Yo umempangia mbagala, basi kesho kesho mpe basi aanze kuangalia majina kwanza. Mm. Mm au sio? Tuanze kuuliza saa hizi, sasa tuanze kutuma majina eh? si tutume majina kwanza kwanza, mnapendana na mimi nimeroga, kumbe ananiroga sasa, si ndio akunizindua. Dula kafara, hujaniambia bei gani. Unagharamia, eh? Na nikizinduka naachana naye hapo hapo, lakini nakuwa mtu simamu. Sasa maki, sasa nimekuwa kama nimechanganyikiwa. Kweli hapo kweli, Dula Kanja na, na, na, utani me. Basi mi nabidi nikuone ndugu yangu, tunaenda ni... eh. um... wapi ah bagala hiyo umempangia eh Bale, nini, mabasi, kitu. Abasi, kesho, kesho, tumi... basi kesho tumpe basi aanze kuangalia majina kwanza au hmm, sio tuanze kuuliza saa hizi, sasa tuanze kutuma majina, si tutume majina kwanza wote na mimi ninapendana, kumbe kumbe. Sasa wewe ndio kunizindua Dula, kafala hujaniambia bei gani unagharamia, na na nikizinduka nawachana naye hapo hapo.

Basi mimi nabidi nikuone ndugu yangu, tunaenda wapi? hiyo ni eh, umempangia Mbagala, basi kesho, kesho mpe, basi aanze kuangalia majina kwanza. mm. Mm. Au sio? Tuanze kuuliza saizi sasa, tuanze kutuma majina eh? si tutume majina kwanza kwanza. Kakaenda na mimi, tunapendana kumbe nimerogwa Eh. kumbe ananiroga hapo. Sasa wewe, si ndio kunizindua dula, kafara hujaniambia bei gani Unagharamia, eh? Nani, nani, nani na nikizinduka naachana naye hapo hapo, lakini nakuwa mtusimamu sasa, maake sasa nimekuwa kama nimechanganyikiwa nime kweli <laughs> hapo kweli, Dula Dura, mi naungana nawe nimerogwa. Basi mi nabidi nikuone ndugu yangu. Tunaenda wapi? hiyo umempangia. Ni... Hey. Ah, Mbagala.